Watu nani hapo? Unaambiwa hata kwa siku chakula chako, na chakula kinachosema ni neno. Unajua mara nyingine hata hili neno, wanasema wanaenda kuangalia wenye njaa, wagonjwa, watu wanafikiri ni ugonjwa hospitalini. Watu ni wagonjwa dhambi. Amen, watu ni wagonjwa wa dhambi, na kama ugonjwa wa mwili unavyoua, dhambi pia inaua Unanielewa? Watu wana njaa ya neno la Mungu. Na wewe umejaa neno la Mungu. Kila siku unafundishwa. Umejaa, unataka kusema na watu. Je, unawaambia wangapi kwa siku hiyo neno? Hicho ulichofundishwa ukaelewa, Yesu alivyojifunua kwenye maisha yako ukamuona, unawaonyesha wangapi wewe. Unawaambia wangapi? Uelewa, ufahamu. Kuanzia leo jitatumini, ni mara ngapi unashuhudia watu? Wamaliza Yesu na watu waliokoka, wakikosa hii tunachokisema, watakuwa sengenyaji, watakuwa mbea, watakuwa nafsi. Ili epukani roho unafi, na umbea na masengenyo. Biblia nasema, kinywa cha mtu huyanena ujazao moyo.